Inarejeshwa vile vile, ambao anakwenda nje, iwa mpira umeguswa nakwenda kuwa kona. Haya eneo maema, nasimama nyuma ya mpira, mashabiki wakiimba, kona goli, kona goli. Subiri kuone kama inaweza kutokea. Imeanzishwa e, kona fupi kwa Joshua Mutale, alipokuzungusha krosi, mpira unakwenda tena nje, kona nyingine. Haya eneo maema tena kna kuzungusha ule mpira juu moja kwa moja gonga kichwa kile. Simba hawachekeshi na Simba hawachoki kama mzee wenu Clemens Mwandambo. Simba wanatangulia. Dakika za mwisho kabisa kipindi cha kwanza mpira wa kichwa ambao unakwenda kumalizwa ule, alikwenda moja kwa moja kutazama nafasi na akafanikiwa kujaza ile mpira kwa kichwa, kona nzuri sana niyo Maema, alikwenda juu! Mlinzi wa kati, nyota wa zamani wa JKT, Wilson Nanungu anafungua kaunti yake ya mabao kwenye kikosi cha Simba, dakika za mwisho kabisa kipindi cha kwanza, anawapa bao la kuongoza. Yusuf Kagoma tabaliza mpira ambao anapita kwa Shomari Kapombe, show me the way! Soa Jonathan anapita tena, Soa Jonathan Kibu Denis Prosper! Anazika hai matumaini ya Nsingizini. Kamkuta Shomari Kapombe, show me the way baba Esther Jonathan Soa akapika na kuweza kuweka pasi ya upendo kwa Kibu Denis Prosper twist and turn kadondosha bega la kushoto akageuka na bega la kulia. Kibu Denis Prosper, fantastic kuweza kuandika bao la pili. Kibu ni bao lake la kwanza msimu huu. Pasi ya kisigino, pasi ya kisigwato, pasi ile imepigwa kwa kikanyagio na kuweza kumkuta Kibu Denis Prosper. Pengine presha inaweza kushuka sasa. Yusuf Kagoma Nabi kwenye nafasi ya Morris Abraham, anamwacha mtu chini, anapiga mpira kwenye nafasi tena, Kibu Denis. Kibu Denis anazidi kutanua wigo na kuweka hai matumaini ya wekundu wa <coughs> Msimbazi Simba, na uguruma Somlolo National Stadium. Kibu Denis Prosper, kazi nzuri ya Morris Abraham halionekani kuwa na furaha michozi, michozi linaloumiza moyo kwa shabiki huyu wa Nsingizini Hotspurs. Haamini hiki ambacho anakiona, kila akifikiria ya timu yake ni lini iliruhusu bao la tatu ama idadi hii ya mabao kwenye neti zao. Haionekani kuwa presha kwa Dimitari Pantev, anakiamini anachokifanya.